Jezi zilizoandikwa Crefisa, kwa nini zimekuwa maarufu zinazovaliwa na watu wengi zaidi duniani? Katika ulimwengu wa michezo, udhamini wa jezi umekuwa na umuhimu mkubwa kwa timu za michezo na makampuni yanayohusika. Mmoja mifano maarufu ni jezi zilizoandikwa Crefisa. Kampuni ya Crefisa imejipatia umaarufu mkubwa kwa kudhamini timu za michezo, hasa katika soka. Makala hii itachunguza kwa kina jezi zilizoandikwa Crefisa, historia ya udhamini wake, umuhimu wa udhamini katika michezo, na athari zake kwa timu na wachezaji. historia ya Crefisa. Crefisa ni kampuni ya kifedha yenye makao yake nchini Brazili. Ilianzishwa mwaka 1964 na imekuwa ikitoa huduma mbalimbali za kifedha kama vile mikopo ya binafsi, bima na huduma za kibenki. Katika miaka ya hivi karibuni, Crefisa imejikita katika kudhamini michezo hasa soka na kujipatia umaarufu mkubwa kupitia udhamini wa timu kubwa kama Palmeiras. Historia fupi ya timu ya Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, maarufu kama Palmeiras, ni moja ya klabu maarufu yenye mafanikio zaidi katika historia ya soka nchini Brazili. Timu hii ilianzishwa tarehe 26 Agosti mwaka 1914 na wahamiaji wa Italia wanaoishi Sao Paulo, na jina la awali la timu lilikuwa Palestra Italia. Katika miaka ya hivi karibuni Palmeiras imeendelea kuwa na mafanikio makubwa. Timu ilishinda ubingwa wa ligi ya Brazili mara kadhaa na pia kufanikiwa kushinda taji la Copa Libertadores. Mafanikio haya yameimarisha nafasi ya, na ya Palmeiras kama moja ya klabu bora zaidi nchini Brazili na Amerika ya Kusini. Ufadhili wa jezi za michezo ni mchakato ambao kampuni huwekeza fedha za timu au mchezaji kwa ajili ya kuweka jina na nembo zao kwenye jezi za timu hizo. Lengo kuu ni kuongeza mwonekano wa kampuni na kuvutia wateja wapya. Ufadhili huu una faida nyingi kwa pande zote mbili. Kampuni hupata mwonekano wa kimataifa kupitia michezo, wakati timu hupata fedha za kuendesha shughuli zake na kuboresha miundombinu. Palmeiras, moja ya timu maarufu nchini Brazili, ni moja ya timu zilizopokea ufadhili wa Crefisa. Jezi za Palmeiras zenye nembo ya Crefisa zimekuwa maarufu sio tu nchini Brazili, bali pia duniani kote. Ufadhili huu umeleta mabadiliko makubwa kwa timu ya Palmeiras kwa njia zifuatazo. Moja, kuongeza mapato ya timu. Ufadhili wa Crefisa umetoa fedha nyingi kwa timu ya Palmeiras, ambazo zimetumika kuboresha miundombinu, kulipa mishahara wachezaji na kuendesha shughuli za timu kwa ujumla. Hii imewezesha timu kushinda kwenye viwango vya juu vya soka. Mbili, kuboresha miundombinu kupitia udhamini wa Crefisa. Palmeiras imeweza kuboresha miundombinu yake kama vile uwanja wa mazoezi, vituo vya matibabu na vifaa vya michezo. Hii imeongeza ufanisi wa timu na kuwapa wachezaji mazingira bora ya mazoezi. Tatu, kuwavutia wachezaji bora. Udhamini wa Crefisa umewezesha Palmeiras kuvutia wachezaji bora kutoka ndani na nje ya Brazili. Timu imeweza kuwalipa wachezaji mishahara ya kuvutia na kuwapa fursa za kucheza katika mazingira bora, hivyo kuongeza nguvu ya timu. Nne, kukuza jina la timu. Jezi zenye nembo ya Crefisa zimekuwa na muonekano mkubwa kwenye michezo mbalimbali ya kimataifa. Hii imeongeza umaarufu wa timu ya Palmeiras na kuvutia mashabiki wengi zaidi. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza wa kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Vile vile unaweza ukalaiki kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki